Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa na pamoja ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatajwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua hasa katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na pamoja maeneo ya ukanda wa pwani. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatajwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiu, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Dar Salaam, Morogoro, Pwani, kijumisha vya Mafia na visiwa vya Unguja na Pemba, hivyo wakazi wa hayo stahiki kuchukuliwa. Leo ni matarajio yetu kuwa maeneo maeneo matarjtuunukandaaa kwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo ya wa magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu Maeneo yanayozungukwa na Victoria, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara na pamoja maeneo ukanda wa kaskazini. Maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na maeneo ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na pamoja na vipindi vya jua. Fuatana utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini. Dodoma kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini. Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na tisa. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini na moja. Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na saba. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na nane. Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na saba. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna raziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutana hapo kesho mda wakati kama huu.